Ujambo na karibu tena katika Mdope Ujuzi channel ambayo inakupa updates kibao. Muda huu nimekusogezeni eh, tangazo la nafasi za ajira kutoka jeshi la polisi Tanzania, ambapo vizuri kabisa ni kwamba eh, tangazo hili unaweza kuomba wewe kuanzia elimu ya kidato cha nne, elimu ya kidato cha sita, wale wa chet diploma mpaka digrii. Ah, kubwa zaidi namna ya kuomba ni kwa njia ya mtandao, lakini sifa za jumla za kuomba ni kama zifuatavyo. Sifa ya kwanza kabisa ni lazima awe Mtanzania kwa kuzaliwa na wazazi wake wote wawe wa Tanzania. Lakini katika tangazo hili wameweza kuainisha kwamba wale waliomaliza elimu ya kidato cha nne wanatakiwa, na kidato cha sita wanatakiwa, e, wawe ni waliomaliza kuanzia mwaka 2019 mpaka 2024. Kwa wale wa form wanatakiwa wawe na miaka 18 mpaka 25, hawa form 4 pamoja na form 6. Vile vile ufaulu wao ni lazima wawe na ufaulu kuanzia division 1 mpaka division 4 ya 26 hadi 28. Kwa kama una zaidi hapo, basi utakuwa umekosa sifa. Na kingine, kwa wale waliomaliza kidato cha sita, wao watakuwa wanatakiwa kuwa na division 1 mpaka division 3. Na wale wa e, ngazi ya degree pamoja na diploma, wao sifa yao kubwa kabisa ni lazima wawe wana miaka isiyozidi e, miaka thelathini. Sifa zingine ni sifa za kawaida ambazo zinataka mtu awe hajaolewa wala kuolewa, asiwe na mtoto e, namba ya NIDA ni lazima awe nayo, lakini e, kubwa zaidi ni lazima ujue kuzungumza kwa ufasaha lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. um, pia katika namna gani sasa unaweza ukatuma haya maombi. Haya maombi yanatumwa kwa njia ya mtandao, na mimi Mdope Ujuzi nitakuleteni hapa hatua kwa hatua video ambayo itakuonyesha namna gani ya kuomba. Unaweza kubofya hapo juu kulia, hiyo itakupeleka moja kwa moja kwenye video namna gani ya kutuma haya maombi. So, utaratibu wa kutuma maombi, unatumwa kwanza, unabidi uandike barua ya maombi ambayo utaiskani katika mfumo wa PDF na maombi haya yanatakiwa yaambatanishwe katika huo mfumo na yaandikwe kwa mkono, yani usichape, yanatakiwa uandike kwa mkono eh, kwa anwani ya mkuu wa Jeshi la Polisi eh, SLP 961 Dodoma. Na mimi mdope ujuzi vile vile nitakuonyesheni sample ya kuandika barua kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na sa maombi haya yanatumwa kupitia kiunganishi cha ajila.tpf.go.tz, yani kwa njia ya mtandao katika eh, mfumo wa ajila ya Tanzania Police Force Recruitment Portal, na mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe 4 mwezi wa 4 2025. Kwa hiyo muda upo wa kutosha, na hapa imetolewa tarehe 20 mwezi wa 3 hivyo muda ni mwingi sana. Hapa chini ya hili tangazo utakutana na fani mbalimbali. Kwa wale waliosoma utaangalia kwenye hili tangazo ambalo, ukibonya kwenye maelezo hapo au kwenye comment, nitakutumia tangazo hili au utadownload moja kwa moja. So na sisi mdo produce, tunafanya kazi ya yaweko kusaidia kama umekoma kutuma maombi haya kwa bei poa kabisa, na utalipia baada ya kazi yako kukamilika.